Katika siku ya leo kikao chetu hakikupokea majina yote, niletewa majina machache ili jadiliwe na maadili ambayo ni kinyume cha kanuni, lakini pili, katiba yetu inataka mtu anayekubalika ndiye apewe nafasi ya kwanza lakini kikao lakini kikao cha leo kilionyesha kuminya wanaokubalika kwa faida ya wasiokubalika. Kwa kwa sababu hiyo, sisi watu watatu ambao ni, ni, ni Mheshimiwa Sofia Simba na Mheshimiwa Kimbisa Adam, wajumbe wa kamati kuu, tumewataarifu wenzetu kwamba tunajitenga na maamuzi ya kikao hicho na tunatangaza kuto kuyaunga mkono

Omba sasa useme hapo, ukandamize kabisa kabisa CCM oe mapinduzi. Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM Leo ni siku muhimu katika historia ya chama chetu, na mimi mwenyewe binafsi ninaona ni siku muhimu. Napenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kusimama mbele yenu nikiwa salama na afya njema kutoa shukrani zangu za dhati kutoka chini ya sakafu ya moyo wangu kwenu wajumbe wa mkutano mkuu na wajumbe wa neki CC na baraza la wazee la ushauri, kwa kuniamini na kunikabidhi bendera ya chama chetu niipeperushe kwenye uchaguzi mkuu ujao wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.